Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hasani hiyo jana alitoa kauli mbalimbali kuhusiana dhidi ya matukio yaliyotokea siku ya Oktoba 29 katika uchaguzi mkuu, ambapo Rais Samia Suluhu Hasani alisema wazi kwamba na kudai kwamba wale waandamanaji waliokuwa wameandamana walikuwa na dhamira kuipindua serikali iliyopo madarakani, hivyo kulikuwa na kila mbinu ya kuweza kutumia ili wasiweze kufanikisha jambo hilo. Rais Samia Suluhu Hasani alizungumza jana, lakini bado hotuba yake inazua mengi kwa jamii, ikiwa ni majuma kadhaa yaliyopita tangu watanzania wapate kidonda juu ya matukio yaliyotokea ikiwemo vifo vya waandamanaji vijana waliouawa katika maandamano hayo. Katika hotuba ya Rais Samia Suluhu Hassan, ni nini hasa ambacho kimekuvutia wewe ukiwa kama mtanzania ambaye umekuwa ukisikiliza pande zote katika kipindi chote hiki ambacho mambo haya yametokea na yamezungumzwa mengi huku tukielekea katika tafakuri kubwa. Je, maridhiano ambayo yamekuwa yakizungumzwa na serikali yatafanikiwa? kufuatia kauli hizi ambazo zimekuwa zikitolewa na viongozi wa kisiasa, utaniachie ujumbe wako mfupi hapa chini katika upande wa comment section, nami nitaupitia na nitakujibu hapo kupitia katika upande wa comment section. Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasi na maendeleo, Chadema John Heche, amezungumza kwa mara ya kwanza kufuatia kauli aliyoitoa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, alipokutana kuzungumza na wazee wa Dar es Salaam siku ya jana. Kwa mjibu wa kauli aliyoitoa John Heche amesema kwamba kama unaamini unachofanya ni sahihi kwa nini uchukie watu wanaposema kile ulichofanya au kutenda? Watu wanapotangaza mauaji makubwa yaliyofanywa na dola, wengine wameuawa majumbani kwao, mitaani na watu kupelekwa mochari na kabla ya kifo, kwa nini mnakasirika kama mnaamini hilo lilikuwa jambo sahihi? Dunia haiwezi kukaa kimya kwa matendo ya kinyama na ukatili. Binadamu ni kiumbe muhimu kuliko chochote kwenye dunia hii, maisha yake hayawezi kulinganishwa na magari au vitu. Binadamu anaongozwa kwa kushawishiwa, sio kutishwa na kujazwa hofu. Binadamu kama amekuelewa anakufuata na kukuunga mkono. Ndio maana kuna kuona uchaguzi wa amue wenyewe. Unapoiba uchaguzi, unakosa ridhaa na uhalali wa watu. Unafikiri mabavu na dola itakusaidia? Amezungumza hivyo kiongozi huyo na kuandika ujumbe huo kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa Insta, akieleza kusikitishwa na kauli ambayo alitoa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan.